Sehemu kubwa makundi ya watu wenye ulemavu siku zote tunasahaulika kupewa elimu ya sheria. Kilichonivutia ni utoaji wa maoni, kupewa nafasi ya watu wenye watu wenye ulemavu kuchangia mawazo yetu, mfano kuhusiana na masuala ya mirathi, umuhimu wa kuandika wosia, lakini pia makosa ya mitandao, kwa sababu hata mimi mwenyewe naweza nikasema nime, kuna makosa nimeyafanya kwenye mtandao wakati nilikuwa sijui kama haya ni makosa. Kwa kweli nawashukuru Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania, nimejua jinsi ya kuandika wosia na taratibu zake, kuzitambua haki za mtu mwenye ulemavu, mambo ya mirathi pamoja na matumizi mabaya ya mitandao. Sisi kama Tume ya Kurekebisha Sheria tunatoa elimu, na pia katika hizi elimu tunalenga makundi tofauti tofauti kulingana na sheria ambayo wakati huo tumekuwa tumeipanga kwa ajili ya kutoa elimu. Kwa mfano hapa Mtwara tumetoa mada kuhusiana na haki, haki na wajibu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Tumeiangalia sheria ya watu wenye ulemavu, tumetoa hiyo mada kujenga uelewa kwa, kwa jamii kwa sababu ili, ili sheria hii iwe na maana ni lazima wa watu wote wajue haki na wajibu wa watu wenye ulemavu na, na, na, na, na wale watu wengine ambao sheria imewapa majukumu ya ku, ya kufanya ambayo yanaweza yakasaidia hizo haki zikatekelezeka, wajengea watu uwezo inawasaidia kuto kuingia kwenye hiyo migogoro, kwa sababu tungependa kuona jamii ambayo ina upendo na amani ili waweze kutekeleza majukumu ya kiuchumi.